Maridadi kweli kweli, water pass owa, oh, wow. <laughs> Mzize amekia tena <Andy Bikoko. laughs> Prince Mpumelele Dube, Dube kama na ficha nyeupe ile mwamba, sema ni friki kene nzuri. Andy Bikoko, Prince Mpumelele Dube, smiling kila baby face Mwenda Mbaya hiyo kwa Tabora United. Wanapasuka. Nyuki wanakumbatiwa na wala ang'ati kabisa hapa. Frikikisio kuwa na mba mbambamba. Golikipa Jean Noel. Angefanya nini? Amedive. We, we, we. Mbaya hiyo. Mbaya hiyo. Jo. Kwenda wapi? Unaweza kutagua nyonga. Banele weka ndani kule, katika nafasi Yanga watachukua boli na kufanikiwa kwenda wanakotaka. Pako mzuzi wa sasa anamwekea Mzize nafasi yake, kuwa Mzize ameua tokba bongo ka huyu anapokea pasi sweet pasi chocolate kutoka kwa sisi wa Ivory Coast. Kunywa maji baba. Jean Noel anabamiza maji chini, yaoni kama yana maana tena kwa ajili yenu. Ni counter attack ya kibabe, counter attack ya maumivu, kweli kweli, mkuki wa moyo, goalkeeper Jean Noel alijaribu kucheza mpira ule lakini mkanda mkandamizo ule, ali aliuchangua mpira katika kipenyo murua! Clement Francis Mzize, bull striker! Bao la pili kwa wananchi, bao la pili kwa defending champions wa NBC Premier League! Wananchi wanafurahi, Mzize asema Ed Mbarak, mwananchi anafurahi hapa, amsori ba... kibao kata kile kumtafuta Mzize! We! We! We! We, we Mzize, kwa nini kuna ugoli hapa? We Mzize, wewe unasikapelekwa koma mahakamani kwa mauaji. Bonge la shuti! Hata hivyo kuna mkono wa ofsaidi bila shaka, anasema kuna ofsaidi. Acha tuone pakaomsuzwa za mpira ule, bila shaka, nusu tukapata nafasi ya kuona tena. Emmanuel Mwanenga amekwenda nje, wanapambana tena, anapoka zizu anamkeka katika nafasi sasa, Dube!

akaweka shuti la chini chini. Jean Noel anakandwa mwanadada, masobawa mikono ya kichwani. Tabora ni njema, lakini Yanga ameichapa kwelikweli.